Si ndio? Si yes. Wanga wanasema maskonde, maskonde, maskonde, maskonde sindio ndio? sisi tutauziwa waka kweli? Ata mukitupa mawe, kura ya watu ya Narok mutafanyia nini? Sikura muko naye? Nae simunapigia maskonde, bona wewe, ole ntudu na Kasongo munataka kulosimisha watu ya Narok ati wapigie mutienu kura Kwani kula itapigwa nguu? Harambe harambe, Maskoni anatosha. Atoshi aingie asiingie, ii ujinga. Kasogo muko naye ndiyo itafanya wawe kuwe, ndio? Harambe harambe, Kasoga ni one time, si ntam one ntutu ni one time, si ntam. Maskoni aziingia ziingie. Aongea okay, si ongee okay. Okay. Wacha tumbatie Maskonde nafasi. Salala, ni nyinyi hawa ni yini. Kujeni wananchi Ati wanaweka ati polisi wanaweka road block nisingie Narok. Nimefika sijafika, nimefika sijafika. Hii ni serikali ya kasogo inaogopa mimi, Rigiji inaniogopa zaidi, ati polisi zaidi ya elfu moja. Ati wanizuie kufika Narok dio niongee na watu ya Narok. Harambee, harambee! Musiogope, hili vijana wachache, iyo vijana hiyo ni watu wachache sana, mudili na hawa vile natakikana, na musiogope na musiusuna uoga. Mamazai oe Naroko, oe Maskonde, oe Maskonde, Maskonde ataingia, ataingia. Hii ujinga mumefanya leo ndio itafanya Maskonde ya pite asubuhi. Si sindio, Sindio? Atapita, atapita, atapita, atapita. Mimi nimeona hii siasa ya Kasongo, ya ujinga, ya fujo, ya kupiga watu mawe, ni siasa ambayo imepitwa na wakati, sindio? Sindio? Wangapi wanasema Masikonde, Masikonde, Masikonde, Masikonde? Sindio? Sindio? Sisi tutauziwa uwoga kweli? Hata mukitupa mawe, kura ya watu ya Narok mutafanyia nini? Si kura nguko naye simunapigia Maskonde? Bona wewe Ole Njudu na Kasongo munataka kulazimisha watu ya Narok ati wapigie mti yenu kura? Kwani kura itapigwa na nguvu? Harambe harambe, Maskonde anatosha, atoshi, aingiye siingie. Hii ujinga Kasogo muko naye ndio itafanya wao kuwe one time, sindio? harambe harambe, Kasogo ni one time, si one time. Ole Ntutu ni one time, si one time. Maskonde asingie asiingie, aongee asiongee, wacha tumbatie maskonde nafasi La la. <totipos> ni nyinyi kujeni wananchi.